Tunaambiwa katika Qur'ani ya kwamba uh, mitume wa zamani walikuwa ni Waislamu akiwemo Ibrahim. Qur'ani ndio inasema hivi. Lakini kumbuka Qur'ani inadaiwa kuwa ni kitabu cha nabii mmoja. Lakini vilevile Lazima tueleze Uislamu maana yake ni nini. Lakini tukija tuka, tukaangalia maana halisi ya Uislamu, hakukuwa na Uislamu wakati kabla ya Muhamadi, hakukuwa na Uislamu. Unajua ukitaka ku, ku, ku, kuweza kupima hoja za mtu, haumpimii tu na yeye kama ana mashtaka. Hatuwezi tukamleta yeye ndo akawa shahidi. Lazima tuwete watu wengine wawe mashahidi. Sasa tukiangalia nje ya Qurani hakuna Hakuna ushahidi ya kwamba kulikuwa na Uislamu kabla ya Muhamadi na Muhamadi ndiye wa kwanza kudaiwa kusilimu. Sasa naomba tuweze kuangalia kitu kimoja. Rafiki zangu Waislamu hata na Wakristo wanao, unajua, kuna Wakristo wanadai kwamba hata Uislamu ni, ni dini Mungu alianzisha au ilikuwepo tokea kitambo. Lakini hebu angalia Uislamu manake nini? Waislamu wengi hata leo wanadai Uislamu ni maana yake ni kunyenyekea aslim silim nyenyekea, lakini Uislamu kama dini haini, nyekea, ni zaidi ya kunyenyekea ni, ni, kunyenyekea ni, ni ni kama translation ya neno slim umeelewa? E, ni kama tu batiza batiza ni translation kutoka kwenye image baptize lakini je, mtu anapozamishwa ndio amekuwa amebatizwa? Lazima kuna mambo yanaambatana na yeye. Kwa hiyo uislamu si tu kunyenyekea, na kama ingekuwa ni kunyenyekea watu wangenyenyekea kwa Mungu, na hakuna kwenda msikitini, hakuna hakuna kupiga saa, swala wala, wala hakuna hakuna hakuna, mambo mengi yanayoambatana na uislamu. Kwa hiyo uislamu ni zaidi ya kusema kunyenyekea, ni zaidi ya hapo, zaidi ya hapo. Sasa ninaomba tuone Tukitoka na maana ya neno Uislamu ndio utajua hakukuwa na Uislamu kabla ya Muhammad. Sikiliza, ninaomba nikusomee katika Lulu wal Marijani nikusomee hapa mara moja. Ni uone, nitasoma ukurasa wa tano hadithi ya tisa kwanza katika katika nguzo uh, hasa ya Uislamu Sikiliza, kuna nguzo tano za Uislamu, lakini ni kuonyesha nguzo ambayo inaelekea katika Uislamu ni nguzo moja tu, hizi zingine wote wanaweza kufanya tu. Anasema hivi, imepokewa na Ibn ibn Umal kuwa mtume wa Allah amesema, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano, kukili kwa moyo na kutamka kwa ulimi kuwa hakuna Mola asiye anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na hakuna mu, hakuna na, na kuwa Muhammadi ni mtume wa Allah na kuzi, kudumisha sala, kutoa zaka na kwenda hija na kufunga Ramadhani. Kwa hivyo hizi ni nguzo tano, lakini nataka ni nikuhakikishie nguzo inayoubeba Uislamu ni nguzo ya Muhammadi ni mtume wa Allah na ala wala hatashi hizo ya Allah ni mmoja tu. Hii nguzo ni Mtume Muhammadi na kama huamini sikiliza hii. Unajua zaka na hizi zingine zote zinafanywa hivi. Hija ilikuwa ikifanywa hata kabla ya Uislamu, hija na utoaji wa zaka wametoa hata Wayahudi, wanatoa zaka Wayahudi, wamekutwa na Muhammad. Ramadhan, ufungaji, watu walikuwa wakifunga hata kabla ya Muhammad, kabla ya Uislamu, lakini Muhammad ni mtume wa Allah ndiyo kigezo sasa. Nipatie mtu mmoja awe Mubu, Ibrahim awe ni Musa anasema Muhammad ni mtume wa Allah, amna iwe kwa unabii. Kwa sababu nasema hivi, si kwa sababu atajwe tu kwamba huyu ni itajwe, atakuwa kwa sababu Isa alitabiriwa hata na Isaya, atakuja kuwa na kazi zake, akaelekezwa hapo. Mika alitabiri habari za Musa, alitabiri habari za Yesu. Kwa hivyo hakuna utabiri unaosema Muhammad atakuja kuwa ni mtume wa Allah, kwa sababu hata akutumwa na, na, na Mungu. Hebu angalia kusomea katika ukurasa wa kumi na tano alzu armaijani ndio uelewe. Hapa ndio hii inasababisha unatakiwa umpende Muhammad kuliko hata baba yako, ndio ndio uone Uislamu ni Muhammad, Muhammad tu hakuna uhusiano na hizi nguzo zingine. Hizi tu zinawekwa hapo kuambatanisha ili ziwe tano, lakini mada kubwa ni kumkubali Muhammad ambaye kimsingi hakutumwa na Mungu. Hapa na kusomea hadithi ya sitini na saba, anasema: hadithi ya Anas amesema amesema Mtume, mmoja wenu hawi muumini wa kweli. Sikiliza sasa, eh, mmoja wenu hawi muumini wa kweli mpaka anipende mimi. Hebu mi. nirudie hii hadithi ndio uone Yani muislamu ni muhamadi tu. Hadithi ya Anas amesema amesema mtume, mmoja wenu hawi hawi hawi muumini wa kweli mpaka anipende mimi zaidi kuliko baba yake na watoto wake na watu wote. Kwa hiyo wewe kutakuwa na watu wote, lakini hautapenda mtu yoyote kuzidi Muhamadi. Muhamadi ndio upende kuliko mwingine yote, na huo ndio Uislamu, na huo ndio Uislamu ndio unaona, hata katika shahada ile itakayopigwa, shahada ya kweli ni hii, shahada ya kweli ni hii. Nitakusomea shahada ya kweli, shahada ya kweli. Ndio unaona, kwenye shahada ya kweli Muhammad kajiweka hapo, lakini hakuwa yeye awe kwenye shahada na kusomea hapa katika Injili shahada, kusomea hapa sura yake ni kumi na saba, kitabu cha Yohana, nasema na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe Mungu apekee wa kweli na Yesu Kristo uliye mtuma. Hii ndiyo shahada ya kweli, hakuna Mungu ila Mungu wa kweli wa juu, lakini hakuna mtume ila Yesu. Ajue ajue mtume wa kuaminika kwa vizazi vyote ni isa ni isa. Kwa hivyo kwenye hii ndiojue hapa wamepewa, wamewekewa wajue watu wote, si wana wazeli peke yao shahada ya kweli ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu, si Muhammad, si Muhammad ambaye ndo anasema wewe umpende yeye kuliko watu wote, pende kuliko baba yako, ndio utapenda Muhammad kuliko mama yako mzazi. Hiyo inakuja na wapi?